Hii Kenya siyami niame niende wapi? Na vituko ziko mingi, vituko ambavyo viko hapa Kenya, na ujinga is the highest order, vituko ambazo viko hapa nchini Kenya bado leo. Leo niko na safari kidogo, sijumu mtaniona kweli online Leo nasafiri kidogo yes. Niona kama umeniona tu hivi ni usiku live, lakini lakini Kenya siami kwa sababu vituko ambavyo ziko hapa Kenya ni mingi. <coughs> Eh, nimeona

Ameangalia account yote akatoa pesa yote likomandi very useless okay, hiyo nimemaliza, sijui itakuwa aje. Kuna wimbo mwingine inasemanga hapa iwimbo <coughs> inasemanga sijui sijui itakuwa aje sijui sijui sijui, hii imekuwaje sijui, hii sijui, sijui sijui, itakuwaje, sijui. After senior day ameangusha OCS. OCS alikuwa na bunduki mbili nguo nimeona nayo, si na Dave ndio alikuwa nao jana. <coughs> so alikuwa na mgoja kwa hii studio ama? Ndio maana najiuliza, imekuwaje? Na tena imekuwaje, si na Dave akangusa Osiesi chini, hadi sasa hakunua mkono juu, kwani Sinadev was taught how to snatch a gun from someone. Not a gun, two guns. Yani Sinadev sasa ogopi hawa watu ogopi hawa watu kabisa Do what I tell you, Sinadev. Do what I told you yesterday. Don't fear anybody. Naona unaenda na venye na kwambianga. Leo sauti yangu <clears throat> haiko sawa. Need to attend the doctor, my personal doctor. Use your mwamini doctors, use your mwamini doctor, you have your personal, even that your personal. mwamini 70%, 30% simpee ama mwamini 45. singine munyangaye, throat yango iko sawa. yeah, yeah. yeah. No, no, no. <coughs> Najiuliza tena mara ya mwisho. Najiuliza tena mara ya mwisho. Najiuliza tena mara ya mwisho. Na nataka na mnijibu, mnaelewa? Nauliza, najiuliza, nikisajiuliza tena, nauliza nyinyi mara ya mwisho, mnaelewa? <coughs> how did it happen? hapo ndio tunakujanga na why, how, when, and where. Ukenda uchunguzi, nimeenda kuchunguza hii case. Sasa nimepigiwa simu, sina dev ameangusha ocs chini, dhabihu imeanza kufanya kazi. Hapo ndio tunakuja na maswali minne. <coughs>

He went without a gun. But now I can see him with a gun. I'm very sure now sina Dev can face OCPD. <coughs> He can face OCPD. Dev ameamua. Dev amewatangulia. before you finish me i finished you that's what dave has agreed to do dave amesema before you finish me i finish you so dave chukua binding waya sina kibet is nothing in front of you kibet is now like just an inzi an inzi. Unajua watu kuna dawa ya inzi, dawa inzi, ukiwekea dawa hivyo ana anafulai anaenda, akirudi naabili na nguka chini yu umemwekea dawa. So my good friends, sijui sijui itakuwaje after this Sijui, sijui itakuwa je? Yes, sijui mimi, sijui wenye itakuwa autausie amenguswa chini na the King, Dave, I don't know wenye itakuwa, na ni Mungu tu tunaomba na mwisho, we, Dave is going to succeed If Dave can

Tunaomba tu Mungu akuwe na Don't don forget subscribe to this YouTube channel because that's the only way you can support this our mission